Kiukweli, mtu aliye mshitaki, Peter Maro, ana eneo hapa tunaokaa sisi; ni sisi wananchi ambao tumenunua kwa mtu mwingine, lakini yeye ameibuka kwa kutumia utaalamu wa sheria, amedanganya ame, ame mahakama, akaja na hukumu ambayo imeendeshwa kwa upande mmoja. Kwa hiyo kama wananchi tunasikitika, tunaomba tunaomba huyu mtu achunguzwe, tunaomba huyu mtu achunguzwe na maana ameshakuwa tishio pia, anaenda anajitamba anajitamba sana yeye aweza kufanya chochote na anaweza akatuvunjia hata kama mwenyekiti amekataza, yeye ana timu yake ambaye anaweza akaja akabomoa muda wowote, na hakuna mtu akumfanya chochote. Sasa tunashangaa, ni kwa nini ni kwa nini huyu mtu anakuwa tishio kwa, kwa sisi wakazi wa hapa? Kwa kweli tunaishi kwa wasiwasi tunaishi kwa wasiwasi na tuna wasiwasi na familia zetu. Anaitwa Joseph Aston Makwe Tajunio, sisi anatunyanyasa sana hukumu kama aliyokuwa nayo hapo mwenyekiti wetu ili yaani haikumpa yeye haki lakini ameenda kumshtaki mtu anaitwa Peter Malo na hana ardhi hapa. Mimi nina mwaka wa nne nipo hapa naishi na familia yangu. Nafikiri huyu mwandishi wa habari kuanzia mwanzo hii naona ni mara ya tatu tunamsumbua, lakini msichoke kwa hili. Naona kama alivyosema rais wetu wa huu mtaa wote Kwakibosha, na imani tutaishi vizuri sisi na familia yetu. Naongea hivi kwa uchungu. Majina anaitwa Yolanda Joseph Mtui ni mkazi wa eneo hili la Kibosha. Mimi nilikuwa naomba serikali hii tukufu ambayo ni sikivu kweli, kweli. Nilikuwa naomba mama yetu mkuu wa wilaya na viongozi wengine wote, huyu Pita Pita Junior amekuwa tishio sana la huku Bagamoyo Mapinga Kerege kote, amekuwa na kesi nyingi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 Sisi wazee kama sisi tunashindwa kukaa kujiandaa na uchaguzi, tunawaza mtu mmoja. Kwa hiyo mimi nilikuwa naomba serikali yangu, dada yetu, mwanamke mwenzetu, embo amsikilize, amfuatilie huyu Peter Junior anatusumbua sana eh. ye yeah, kila sehemu yupo, kila sehemu yupo. ye yeah, ni nani sisi tunaomba tukae kwa amani tuandae uchaguzi, sio tukae kumuwaza Peter Junior kila saa Peter Junior kila saa Peter Junior. Jamani, tunaomba uongozi wetu wa hapa wa Mapinga wa Kibosha na serikali yetu mkoa, mkoa mkuu wa wilaya na mama yetu, tunaomba tusaidie. Mbele yenu ni mwenyekiti wa kitongoji cha kwa Kibosha, majina yangu ni Shabani Rashid Athmani. Peter Junior amerudi tena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 Maro si sehemu ya watu wanaomiliki ardhi kwa kibosha. Peter Junior akatafute mahala ambako ardhi ya maro ipo, akaivunje, akavunje nyumba huko, akachukue huko, na si hapa. Hapa ni mali ya wananchi wa kwa kibosha. Wana wasiwasi kwamba anaweza akaja akavunja usiku na kadhalika. Niwahakikishie kilichofanyika hapa akifanyiki ili aje avunje hapa sheheni hoja za kisheria mpaka sasa hana. Niwahakikishie, nendeni mkalale Asahi. Nendeni katijeni kazi zenu, na muhuni yoyote akija hapa atakamatwa, atawekwa ndani.